Iran imejibu mapigo kwa kurusha makombora katika kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al-Udeid iliyoko nchini Katari, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi baada ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran mwishoni mwa wiki. Kituo hicho, ambacho ni miongoni mwa ngome kuu za jeshi la Marekani katika Ukanda wa Ghuba kililengwa pamoja na kambi nyingine ya Marekani nchini Iraq. Qatar imethibitisha kutokea kwa shambulio hilo na imelaani vikali hatua hiyo ikisema kuwa ni ukiukaji mkubwa wa mamlaka yake ya anga na uhuru wa taifa. Serikali ya Qatar imesema ina haki ya kujibu mapigo moja kwa moja dhidi ya mashambulizi hayo kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ndio lililoongoza mashambulizi hayo dhidi ya kambi za Marekani nchini Iraq na Qatar. Qatar imethibitisha kushambuliwa kwa kambi ya Al-Udeid ambayo ni makao makuu ya operesheni za Marekani katika eneo la Ghuba. Akizungumza kwa niaba ya serikali, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Ali Ansari, alisema shambulizi la IRGC kwenye kambi ya Al Udeid ni ukiukaji wa wazi wa mamlaka ya anga ya Katari, uhuru wetu wa kitaifa na katiba ya Umoja wa Mataifa. Tunayo haki yetu ya kujibu moja kwa moja kwa mashambulizi haya kulingana na sheria za kimataifa. Aliongeza kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Qatar iliweza kugundua na kuharibu makombora ya Iran kabla hayajaleta madhara makubwa, na hatua za usalama zilichukuliwa haraka kulinda raia na wageni waliopo nchini humo. Katika hatua ya tahadhari, serikali ya Qatar imefunga anga lake kwa muda ili kuhakikisha usalama wa watu wote waliopo nchini humo. Ubalozi wa Marekani nchini humo pia umewaelekeza raia wake kujifungia ndani kwa tahadhari. Muda mfupi baada ya kutolewa kwa taarifa ya tishio la mashambulizi, mlipuko mkubwa ulisikika katika mji mkuu wa Doha, kwa mujibu wa mashuhuda wa shirika la habari la taarifa zinadokeza kuwa mlipuko huo ulihusiana na kombora la Irani lilozuiliwa. Shambulizi hili linakuja kufuatia hatua ya Marekani ya kutumia mabomu mazito ya tani 15 kushambulia maeneo ya chini ya ardhi ya nyuklia ya Iran. Aidha, rais wa Marekani Donald Trump alisikika akizungumzia uwezekano wa mabadiliko ya utawala nchini Iran, jambo ambalo limezidisha mvutano. Israeli pia imeshambulia maeneo muhimu ya Iran ikiwemo jela ya Evin jijini Tehran inayowahifadhi wafungwa wa kisiasa na njia zinazofikia kwenye eneo la nyuklia la Fordo. Iran kwa upande wake imetafuta uungwaji mkono kutoka kwa washirika wake waliobaki ikiwemo Urusi ambapo Waziri wa mambo ya nje Abbas Arachi alikutana uso kwa uso na Rais Vladimir Putin mjini Moscow. Marekani bado inasisitiza kuwa inatafuta suluhisho